Leo una kiongozi unajiita muislamu muadilifu, unasimama mbele za watu, mbele ya nyumba za ibada, unahubiri kwamba kweli utaleta uchaguzi wa amani, utaleta haki, utasimamia uadilifu, halafu ukirudi unakaa na makuhani wako na vikaragosi vyako, mnapanga hujuma kuaibia wanyonge hawa waliopo hapa, umewaibia kila kitu, unataka uwaibie hata sauti yao, kwamba hawakutaki. Hebu jamani, hajasikia tuseme hatukutaki? Hatuna haki ya kukukataa hatukutaki? Ujue mtu kukataliwa Ukijua kukataliwa, bwana, ni heshima kubwa kuliko kung'ang'ania kupendwa. Ukijua kukataliwa, jamani, ni heshima kubwa sana, hasa kwa kiongozi, kwamba wenzangu sasa wanataka mabadiliko. Kwa nini unataka utuvurugie ye nchi yetu? Kwa nini? Nchi yetu ilipopita kwenye misukosuko, wazee wetu walikaa, wakatafakari, wakafanya suluhisho tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Atakayeshindwa, atakayeshinda, wote wakae pamoja, tujenge nchi hii. Ni nchi yetu, pamoja tuijenge mustakabala mwema. Hii nchi tajiri, si masikini tumeitia kwenye umasikini kwa sababu ya mambo yaliyokuwa hayana maana. Leo umekuja jeniu, wewe hutaki jeniu, unasema lazima eh hii tuliunda serikali ya pamoja, sio ya pamoja kwamba iwe ni upande mmoja tu. Jua kwamba sasa mwenzangu, mwache aongoze mimi nakubali, tushirikiane. Kama hulitaki hilo unataka nini? Kama hulitaki hilo unataka nini? Ndio maana ndugu zangu, nawaambia, salamu zenu kwa ndugu zetu askari hao wanaokusudia kuwatumia. Wanasema tumetumika mi mu ma vibaya, mara nyingi, muda mrefu. Hebu fikiria una kiongozi halafu huyu ananadi eti atakukuletea maendeleo, lakini unamtumia kijana mdogo askari aende akakuibie. Askari akishakuiba mwizi tumwiteje? Heti, jamani, nawauliza watu waole huyu, askari na yeye akishakufanywa mwizi na kiongozi anapanga mipango, askari ndio ende akamuibie huyu mwizi, katika nchi hii yeye atakuwa nani? Ndugu zetu wanasema sasa hayo mwisho, sasa hayo mwisho. Mwende mkapige kura kwa amani, mwende mkipige mkapige kura mkiwa na imani. Sisi ni washindi, tunakwenda kulinda ushindi wetu. Hawa dawa yao moja tu, asibaki mtu nyumbani. Maana nyongeza huenda kwenye fungu, hawa hawana fungu. Au hawa hamuamini? Hebu niambieni, hizo kura za sehemu ziko wapi? <laughs> Mnaziona? Mnazisikia harufu? Eti mwaka huu anategemea asilimia 99 waibe. <laughs> Mnajua jamaa wameishiwa, nyii mnajua kama wameishiwa, wameishiwa kweli, kweli. Sisi tunawambia ndugu zetu tumewapa kwamba kweli tunakubaliana na nyinyi nyi. Vikosi viliundwa na wazee wetu kwa madhumuni maalum viliundwa kwa madhumuni maalum ya kuilinda nchi hii. Hawa hawajui thamani zama yake, hawajui maana yake, maana nchi yenyewe hawaijui. Ndio maana tunasema kati ya mengi tutakayoyafanya, kurejesha hadhi na heshima ya vikosi vyetu ni pamoja na kuwaondoa huko kwenye manispaa Tukawapa heshima wao. Wao ni watu wa kuwa chini ya ofisi ya rais, sio chini ya ofisi ya tawala za mikoa.